Sana Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuona tija ya kuweka mbolea ya ruzuku na kuona wakulima wake walipokuwa wakipata wakati mgumu wa kupata mbolea ya ruzuku. Hii imeleta tija sana, kuweka bei afadhali kwa mkulima. Naangalia hata mimi hapa, wakati nauza, hapo awali ilikuwa ni ngumu sana wakulima kuja kununua mbolea kutokana na nini? Bei ilikuwa kubwa sana, lakini sasa hivi kutokana na ruzuku naona ni jambo zuri sana wakulima wanakuja kwa wingi wakulima wamejiandikisha kwa wingi kwa hiyo mbolea anauza kwa wingi sana hapo awali kulikuwa na shida sana mbolea zilikuwa zinapangwa kila mmoja anapanga bei kwamba mimi nauza shilingi kadhaa mimi nauza shilingi kadhaa lakini kwa sasa hivi ni bei standard ambayo serikali imepanga huyu mkulima anunue kwa mfano urea kwa shilingi elfu sitini na sita na mia tano hapo awali ilikuwa laki moja na arobaini laki moja na hamsini Mtu atu anajipangia, mimi nauza laki moja na hamsini laki mbili, lakini kwa sasa hivi mbolea zote zinapatikana kwa bei moja. Kwa hiyo nashukuru sana mama Samia Suluhu Hassan na ninampongeza sana, na mitano tena, kuhusiana na hili amefanya vizuri sana, kaupiga mwingi sana. Nashukuru sana kwa hili, mama yuko kazini.